Bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'd. Watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia tafsiri uh, za ndoto za sisimizi fil manami, usingizini Yani, tafsiru ru'yati anamli fil manami, tafsiri za ndoto za sisimizi usingizini. Bimaana ukimwota sisimizi usingizini, hii inamaanisha nini, ama inajulisha nini? Sasa wanawazuoni wanasema uh, anamlu yuawilu ala aujuhin idda. Sisimizi ana maana eh, nyingi. Ukimwota sisimizi basi ndoto hiyo inakuwa ina maana nyingi. fi kitabi fi kitabi ibn Shahain, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha ibn Shahain, anasema fakatharatu namlu, e, sisimizi wengi. fakatharatu annamlu, basi sisimizi ukiwaota kuwa wapo wengi, tuawilu bikathrati nnasi, inamaanisha wingi wa watu inamaanisha wingi wa watu. Kwa hivyo anasema shekhe e, famaraa anna bidarihi, basi mwenye kuona ama kuota usingizini ya kwamba katika nyumba yake namlan kathiran, kuna sisimizi wengi, anasema fa innahu yakthiru iyalihi, hiyo ndoto inamaanisha kwamba mtu huyo atakuwa na wingi wa familia, atapata watoto wengi sana. <clears throat> Bimana atakuwa na familia kubwa sana, wakila namlu, wakila namlu lkathir. Na imesemekana kuwa sisimizi wengi ukiwaota usingizini, yuawilu bilmali wanema, inamaanisha mali na nema. Maana yake utapata mali nyingi, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu utapata nema nyingi. Hiyo ni ndoto ya kwanza, lakini E, maana ya pili wanasema, wa maraa namlan yakhruju min darihi, na yeyote mwenye kuona uh, usingizini kwamba sisimizi wanatoka yakhruju min darihi, sisimizi anatoka ndani ya nyumba yake, fa innahu, basi ndoto hiyo ya dulu inajulisha ala khuruji ahliha minha, kwamba juu ya kutoka jamaa zake katika hiyo nyumba yake, bi mautin, kwa kufa, bi maana kuna jamaa zake watakufa katika katika nyumba yake, kuna jamaa zake watakufa katika nyumba yake. Lakini maana nyingine wanasema, wa man raa namlan yanqilu shay'an min baitihi fala khaira fihi, na wanasema na mwenye kumwota sisimizi anagurisha kitu chochote kutoka katika nyumba yake. Yani, ukimwota sisimizi anaamisha jambo kutoka katika nyumba yako, mathalan labda amebeba kikombe, amebeba kijiko, amebeba sahani, amebeba chochote katika nyumba yako, anakihamisha. Wanasema fala khaira fihi, basi hakuna kheri katika ndoto hiyo. Anasema wa in nakalahu ila baitihi fa bikhilafihi, na ikiwa atamuota sisimizi mtu anaamisha kitu ukileta katika nyumba yake, basi ndoto hiyo inamaanisha kinyume chake. Kwa maana hiyo, nyumba itafikwa na kheri, itafikwa na kheri. Ukiota sisimizi ana anagurisha kitu, anahamisha kitu kutoka sehemu fulani, kutoka nje anakileta ndani ya nyumba yako, basi maana yake hiyo ndoto kwamba nyumba yako hiyo ita, itakuwa na kheri ndani yake. Lakini maana nyingine, wanasema wamarraa annamla yakhruju min famihi au min anfihi wa man ra'a yeyote ambaye ameona ama ameota usingizini anna namla ya kwamba sisimizi yakhruju min famihi, yakhruju min fami, anatoka katika eh, mdomo wake, sisimizi anatoka katika kinywa chake. Au min anfihi, au min anfihi, au katika pua yake. Wanasema wanawachuoni fa inahu yuawilu bihilakihi, kwa hakika ndoto hiyo itakuwa inamaanisha kuangamia kwake mtu huyo, bimaana mtu huyo ataangamia. Taib, lakini maana nyingine wanasema, wamaraa an namla dakhala baitahu au matjarahu wasariqa minhu shay'an. Wanasema wamaraa, na yeyote ambaye ameona usingizini ameota usingizini, an namla dakhala baitahu, kwamba sisimizi ameingia katika nyumba yake, au matjarahu, au katika duka lake wasariqa minhu shaia na akaiba kitu katika nyumba yake au katika duka lake fayuawilu dhalika billususi, inamaanisha ndoto hiyo wezi, yani wezi wataingia dukani kwako, ama wezi wataingia katika nyumba yako. Falyahtarizu minhum, basi unatakiwa ujikinge kutokana na hao wezi, unatakiwa ujikinge kutokana na hao wezi. Taibu. <coughs> lakini wanasema maana nyingine e, wanasema wa maraa namlan kharaja min baitihi wa huwa yatiru fi lhawa. Wa maraa na yeyote ambaye ameota, wa maraa na yeyote ambaye ameota, e, wa maraa na yeyote ambaye ameota, a, namlan kharaja min baitihi, ya kwamba sisimizi ametoka katika nyumba yake. Yani mathalan umeota sisimizi ametoka katika nyumba yako wa huwa eh, yatiru fil hawai, hali ya kuwa huyo sisimizi yuaruka hewani. Fa innahu yuawilu bisafari ay alihi, wanasema basi ndoto hiyo inamaanisha safari ya familia yako, yani familia yako aidha mtoto wako, aidha mke wako, basi atasafiri. Naam, lakini maana nyingine wanasema, wa man raa namlan bimakani laysa mu'tad na mwenye kumwona usingizini au mwenye kumwota usingizini sisimizi bimakani laisa muotad, yupo sehemu ambayo sio ya kawaida. Wanasema wanasema bimakani laisa muotadi bikathrati namli, mwenye kuota usingizini kwamba sisimizi wapo sehemu ambayo sio ya kawaida, lakini wapo wengi sana wanasema falaisa bimahmudin fi haqqi falaisa bimahmudi fi haqqi ahli dhalika almakan. Wanasema ndoto hiyo sio nzuri kwa hao jamaa wanaoishi katika eneo hilo. Hiyo ndoto si nzuri kwa hao wanaoishi katika eneo hilo. Kwa hivyo, hii ni sehemu ya kwanza ya tafsiri za ndoto za sisimizi. Usikose kutufuatilia katika e, mwendelezo wa ndoto hizi lakini pia ndugu yangu mtazamaji, nitoe taarifa mapema ya kwamba kama utahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, mathalan umelala ukaota ndoto ukaamka asubuhi ukahitaji tafsiri ya ndoto hiyo, ndoto binafsi, tuna tafsiri kwa sadaka. Jamani, hili nimeshalisema sana, lakini ajaban, bado leo hii mtu anakupigia simu anataka tafsiri za ndoto zake pasi na kutuma sadaka yoyote. Ukihitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi Utachangia sadaka kiasi utakachojaliwa utakachojaaliwa hey, ikiwa ni shilingi shiringi elfu tano elfu kumi ishirini hamsini laki, ili kunipa sapoti kwa sababu kutafuta tafsiri ya ndoto yako sio kazi ndogo. Kwa hivyo, tafsiri ya ndoto binafsi, tuna tafsiri bisadaka. Wallahu alam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.